Nimeamua nijaribu kupitia mitandaoni, utafute ukweli juu ya kile ambacho kimeendelea kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii najua wengi mtakuwa mnatamani kujua kwa nini e, tuna discuss jambo kama hili, kwa sababu ni jambo ambalo e, limetembea humo kwenye mitandao ya kijamii e, ni kama vile kuna kaukakasi fulani. Watu wanajiuliza imekuwaje, vipi jamani, mbona hatuelewi haya mambo sasa. Leo hii tupo hapa kwa ajili ya kuweza kujua ukweli, na mimi nimeutafuta ukweli na nimekuletea wewe ili uweze kuelewa. Kuna ka ujumbe kalikuwa kanazagaa kwenye mitandao ya kijamii ujumbe huo ambao ulikuwa unaenea kwenye mitandao ya kijamii ulikuwa na screenshot mbili. Screenshot ya kwanza ni ya Kenya ambayo iliwekewa alama nyekundu kama hapo unavyoiona, lakini screenshot ya pili ni ya kijani. Tena ya Tanzania, alafu hapo kwenye Kenya wameandika Labour Part of Kenya yani LPK, lakini Tanzania ni Chama cha Mapinduzi CCM. Sasa juu ya hii e, screenshot, haikuwa na shida yani hakukuwa na shida yoyote, ila shida ilikuja kwenye hili title Progressive Alliance. Hapa ndipo kwenye utata. Sasa utata upo vipi? Wengi wanasema kwamba hii Progressive Alliance ni mmoja kati ya e, taasisi inayojihusisha na masuala ya mapenzi ya jinsia moja, na akasema kwa Tanzania Chama cha Mapinduzi kimehusika kukubaliana na watu yaani, inaonekana Chama cha Mapinduzi kinaunga e, sera hiyo ya mapenzi ya jinsia moja, na kwa Kenya e, ni hicho e, chama cha e, Labour Party of Kenya. Kwa hiyo, ah, ikabidi nijiulize na nitembee kwenye mitandao ya kijamii ili kuutafuta ukweli kwa ajili ya kuweza kujua ukweli ni upi. Sasa ilibidi kwanza ni, e, jaribu kuangalia e, kanuni na sheria za nchi yetu ya Tanzania zina ruhusu hili jambo. Kwa ilibidi niende ChatGPT nimtumie screenshot, screenshot ambayo e, niliweza ku chat naye ChatGPT na akaweza kunipa ukweli. Kwanza tuanze na sheria Je, yeah, inaruhusu? Unaambiwa sheria ya kanuni ya adhabu ya sura ya 16 kifungu cha 154, eh, inakataza vitendo vya mapenzi jinsi ya jinsia moja au eh, uhusiano wa kinyume na maumbile iwe kwa faragha au hadharani. Adhabu kwa makosa hayo inaweza kuwa kifungo cha miaka 30 au kifungo cha maisha gerezani. Aidha, kanuni za maudhui ya mtandaoni chini 50, nane, shirini, ya tangazo la serikali namba 58 la mwaka 2020 linakataza kuweka mtandaoni maudhui yanayochochea mahusiano ya jinsia hiyo au maonyesho ya sanaa yanayochochea kitendo ama viashiria vya mmomonyoko wa maadili. Sasa baada ya kujilizisha, nikabidi nimuulize kwanza huyo, je, umeikagua hiyo picha niliyokutumia? Akaniambia ndiyo, nimekagua hiyo picha vizuri, inaonyesha ukurasa wa tovuti ya Progressive Alliance, ambapo kuna orodha ya vyama vya siasa kutoka nchi mbalimbali ambavyo ni wanachama wa umoja huo. Nehe, na akanijibu katika picha, Kenya imeorodheshwa na chama cha Labour Party of Kenya LPK, Tanzania imeorodheshwa na chama cha Mapinduzi. Sasa Progressive Alliance ni mtandao wa vyama vya siasa vya mlengo wa kati na kushoto au vyama vya kiso, kif, kiso foresti, progressive duniani. Kwa kawaida mtandao huu hujihusisha na sasa, so, nilivyoangalia anavyojihusisha nikabidi kwanza ni stop halafu niendelee na hiki jambo ambalo, eh, ni muhimu sana. Nikabidi nimuulize kuna maudhui gani ama hili eh, progressive sis, hii progressive eh, inajihusisha na nini hasa Je, ni kweli inahusiana na maswala ya ushoga? Na majibu yalikuwa kama hivi, na akaniambia sasa. Kuhusu madai kuwa Progressive Alliance inahusishwa na maswala ya ushoga, majibu yalikuwa hivi. Naomba tusikilizane hapa, ndipo kwenye point. Kuna baadhi ya mitazamo au tuhuma, hasa mitandaoni, kwamba vyama vinavyoshiriki katika muungano kama Progressive Alliance vinaunga mkono haki za mashoga hii ni kwa sababu baadhi ya vyama vya eh, kisof, kisofashalisti hasa kutoka Ulaya na Amerika wamekuwa wakitetea haki hizo kama sehemu ya ajenda ya haki za binadamu. Lakini hii haimaanishi moja kwa moja kuwa chama kama CCM kinaunga mkono ushoga. Uwepo katika muungano huu unaweza kuwa kwa msingi mingine, kama ushirikiano wa kisiasa, maendeleo ya kidemokrasia, ama historia au ushirikiano wa kimataifa. Sasa baada ya hapo ikabidi e, nimuulize hii e, Progressive Alliance maudhui yake ni yapi? Progressive Alliance inalenga kukuza demokrasia, haki za kijamii, usawa wa kijinsia na maendeleo endelevu. Ingawa baadhi ya vyama muungano huo e, vinaunga mkono haki za mashoga ushirika, CCM haujaoneshwa wazi kuwa chama hicho kinaunga mkono ajenda hiyo. Kwa mfano mbunge wa CCM Neema Lugangila alishiriki katika mkutano wa Progressive Alliance, uliojadili usawa wa kijinsia. Jamani, usawa wa kijinsia. Lakini hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaonyesha kuwa CCM inaunga mkono maswala ya ushoga. Kwa hiyo, hiyo hiyo posti ambayo ilikuwa inazagaa kwenye mitandao ya kijamii natumaini utakuwa umeshaielewa. Je, unahisi kweli CCM haijihusishi na maswala hayo? Yaani yenyewe ipo tu hapo, kwa masa mengine la si ushoga basi drop comment na komentisha kinomanoma. Natumaini pia utakuwa umeelewa kwa nini hiyo e, post ilikuwa na trend sana kwa mitandaoni. Ukweli ndio huo, nimekuambia e, na unaweza ukashare na mwenzako naye aweze kufahamu, lakini acha comment tuambie, je, kweli unahisi e, CCM haihusiki na maswala hayo? Drop comment, bye, bye.